Nashurukuru kwanza, tunakuja kucheza katika mji ambao sio wageni tena, kwa sababu tayari tunacheza katika pichi ambayo tumetoka kucheza katika, katika mzunguko wa pili wa ligi. Kwa hiyo sio wageni wa pichi hii, tumekuja katika ambayo, tunaita, sema ambayo tunaitambua. Nimeshasema toka mwanzo, jamani, Singida ni timu nzuri, ni timu ambayo ina wachezaji wazuri kama alivyoniambia. Kwa hiyo sisi tunasema pamoja na ubora wao na uzuri wao tumejipanga na tumejiandaa kuhakikisha kesho tunashinda na kuingia fainali. Tunashukuru kwanza, tumefika salama hapa mkoani um, Manyara. Maandalizi yameenda vizuri na leo tutakuwa na maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Na sisi kama wachezaji tayari tupo vizuri kuhakikisha kwamba leo katika maandalizi ya mwisho tunapokea kila kilichokuwa bora, kila kilichokuwa kizuri kuhakikisha kwamba mm -hmm. Mchezo wa kesho unaenda kufanya vizuri. Uh, ukiangalia kwanza kuna ratiba jinsi ilivyo na mechi karibu karibu sana lakini uh, uzuri kwamba tuna kikosi kipana lakini pili, uh, ni lazima tuzicheze na lazima tupate matokeo, sababu Simba ni timu kubwa, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana kwa ajili ya timu kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na, na mchezo ambao ulipita. Uh, kwa sababu tuna wapinzani ambao tunacheza nao ni hawa ambao tumetokuta tumetoka kucheza nao mchezo uliopita, kwa hiyo tunafahamu vizuri, wanatufahamu vizuri, na siku si nyingi tuseme labda, kulikuwa kutakuwa na maandalizi makubwa zaidi ya, ya kile ambacho tumetoka kukifanya katika mchezo wa